Habari, naitwa Idrisa Tarimo, mtangazaji wako wa kipindi cha kigoda cha Smaujata na leo hii kigoda kipo jijini Dar es Salaam. Tunazungumza na katibu mkuu wa jumuiya ya Smaujata, tunapata kuzungumza naye masala mbalimbali, hasa ya Smaujata. Kama tunavyotambua, tunaelekea kwenye siku ya mtoto wa Afrika lakini pia ndio siku ambayo jumuiya hii ilipata kuzaliwa, na ilizaliwa kama harakati, lakini hivi sasa ni jumuiya. Tunahitaji kujua mengi, ni yapi yalitokea kutoka kwenye harakati mpaka jumuiya, na wanakwenda kutimiza miaka minne, wamefikia wapi? Lakini pia mwelekeo ni nini hasa? Kwa hiyo karibu nami kwenye lisahili lizima ambapo nitazungumza na shujaa katibu Saimon Ikumbo atueleze hasa kinaga ubaga kuhusiana na Smaujata ilikuwaje? E, kwanza wakamua kumove wakashift kutoka kwenye e, harakati kwenda kwenye jumuiya. Karibu sana, karibu e, katibu mkuu Saimon Ikumbo. Yeah, nashukuru sana ndugu mtangazaji lakini pia mkurugezi wa habari mawasiliano teknolojia katika juma yetu ya Smaujata e, shujaa wetu Idrisa Rajabu. Mimi naitwa e, Saimon Ikumbo, ni katibu mkuu wa Smaujata Taifa. Kama ambavyo kiongozi e, ameuliza swali zuri kwamba kuelekea siku ya mtoto Afrika, na kama jumuiya ya Smaujata, ambapo tunakumbuka ndipo ambapo siku tulizaliwa kama kampeni. Kampeni hii ilikuwa sana inajikita na mambo ya kuibua kupinga na kutokomeza ukatili, na kimsingi siku hiyo e, siku ya mtoto wa Afrika nakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tarehe kumi na sita mwezi wa sita ndipo ambapo sisi tulizaliwa chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na makundi maalum. kwa hiyo mm. ya, na, mama yetu kwa Jima ndiye ambaye alifasiliteti zoezi hili chini ya kiongozi wetu e, shujaa kabisa Sospita Mosewe Burugu ambaye ndio kiongozi wetu mkuu na mwenyekiti wa jumuiya yetu ya Smaujata. Kwa kuelekea katika siku ya mtoto wa Afrika tena mwaka huu, tunayo furaha kubwa na shukrani kubwa kwa Mungu kwamba bado tunaendelea e, kuexisti na sasa kwa muda ambao tumezindua hiyo kampeni tukakaa tukafanya transformation, na sasa tumetoka kwenye kampeni na kuwa jumuiya ambayo inajitegemea. Kwa hiyo sasa tena si kampeni, isipokuwa sasa ni jumuiya ya Smaujata ambayo inajitegemea, na tunafanya kazi kwa taratibu na miongozo chini ya Wizara ya Maendeleo ya jamii lakini pia usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa kufanya hivyo, tuko tunafanya kazi vizuri, tukiendelea na harakati hizo za kupinga ukatili, lakini pia tukifanya shughuli za kimaendeleo zaidi katika jamii na taifa kwa ujumla. Nikushukuru sana. Ha, ba, lakini bado sijapata na mtazamaji wangu hajapata sababu ya kina. Kilitokea kitu gani? au sababu ipi ambayo iliwasashawishi kuamua kubadilisha kutoka kwenye kampeni kuja kwenye, kwenye jumuiya? Ah, ndugu mtangazaji hapo, unajua tulipokuwa tukifanya kampeni ilikuwa ni kampeni huru, kampeni ya kizalendo ambayo kila mtu alifanya, aliwiwa kufanya. Sasa baada ya muda ikatokea wazo kwamba sasa kwa nini tusirasimishe kuwa jumuiya, tusirasimishe kuwa jumuiya mm. na sasa tuwe na utaratibu mm. lakini pia kwa sababu makundi tuliokuwa nayo ni makundi ya watu ambao walionekana kuwa na ujuzi wa kila yani, kila eneo walikuwa wanapatikana mm. sasa ili tuweze kufanya kwa ufanisi na kwa kuwa tayari sisi katika malengo yetu ni kuchochea maendeleo ya jamii kwa kila mtu mmoja mmoja na Mm-hmm. makundi kwa ujumla. Kwa sasa hilo ndilo ambalo litu, eh, tulipata hilo wazo na likatu, eh, likatufanya sasa angalau sasa tufikie kwenye kuwa na jumuiya hasa ili tuweze sasa kufanya kazi katika mazingira ambayo eh, iwe rahisi sasa watu kufanya maendeleo ya moja moja, lakini pia maendeleo kama kama jumuiya. Kwa hiyo kile kitendo tulivyofikiria tulicho, tulicho vile ndicho kikatufanya sasa tuone kwamba kuna haja sasa ya kujitegemea kama jumuiya na kuweza kufanya kazi kwa mazingira hayo mm -hmm. Eh, kwenye mazungumzo yako kuna maneno unayatamka sana: maendeleo maendeleo, na miongoni mwa jina la jumuiya hii ni Shujaa wa Maendeleo na Ustawi wa Jamii. mm hebu -hmm. tueleze kama Simujata mnashirikiana vipi na serikali kuhakikisha kwamba wananchi na ajenda nzima ya, ya kijamii ya uchumi inaweza kutekelezeka vyema. Ya, nashukuru kama nilivyosema na kama ambavyo jina letu linasema Smaujata ni shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Ndiyo. Kwa hiyo maendeleo hapo sisi tunakuwa kama kichocheo mm. na kama nilivyosema kwamba tunao watu mbalimbali mbali, makundi mbalimbali mbali, Eh, tuna vijana, tuna wanawake, tuna wazee, tuna watu wa marika yote. Kwa hiyo katika mazingira hayo lengo kubwa pia ni kuchochea maendeleo na hilo ndilo kusudi letu kubwa. Sasa serikali, e, kama mnavyojua kwamba serikali ina facilitate alafu wananchi wao wanaangalia fursa ziko wapi. Kwa sisi tunachokuwa tunakifanya sasa hivi ni kuona kwamba e, watu tuliokuwa nao katika maeneo hayo tunaamua fursa tunazingamua hizo fursa, tukishazingamua hizo fursa tunashirikiana na serikali kuwezesha kuweza kufikia malengo ya maendeleo ya jamii, lakini pia wanajumuia wetu wa Smaujata mm -hmm. hombwe kubwa ni vijana na na ndio kundi kubwa. Tunazungumza pia kwenye mataifa mbalimbali, kundi kubwa ni ni vijana. Kuna mikakati gani ambayo Smaujata imeweka kuhakikisha kwamba vijana wanaweza pata hayo maendeleo ambayo serikali labda imeweka ajenda kwenye haya maeneo? Ya, nishukuru sana uh, kimsingi sisi mpaka sasa tuna mpango mkakati na mpango wa mkakati wetu kuna wa muda mrefu wa muda mfupi, lakini pia kipindi cha kati mm. mpaka sasa kwenye swala zima la na, na tunatambua hilo kwa na sisi pia wadau eh, wa, wa, wetu wakubwa ni vijana vijana tuko nao kwa wingi sana lakini pia hata makundi mengine. Kwa kufanya hivyo, tumechukua jitihada za kushirikiana na serikali pia upande wa ofisi ya nchi e, e, wizara ya nchi na ajira vijana na, na na wenye ulemavu. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwasiliana na wizara husika, kuna jitihada ambazo tuna fanya ili kwamba tuweze kutafuta namna nzuri ya vijana kupitia Smaujata ha kuweza kuwezesha kwenye mazingira ambayo e, fursa zinapatikana, ili kwamba tuweze kupiga hatua na kufanya kuwa na maendeleo ambayo vijana wetu wanayohitaji. Kwa hiyo mpango uliopo kupitia mpango wetu mkakati wa miaka mitano ni pamoja na kuwawezesha vijana e, katika fursa ambazo zinapatikana kwenye maeneo mbalimbali tunaokuwa na tulokuwa nayo. Mm -hmm. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, eh, iko katika utaratibu huo na kwa eh, kuwa tayari tu kwenye bado kwenye mchakato huo, niombe nisi disclose sana kwamba kitu gani kina kina kina kime kime kine ambacho kinaweza kikao kima kinaweza kuonekana, lakini niseme tu wazi kwamba tayari kwa kutambua hilo tumeshachukua initiative za kukutana na uh, wizara husika ambayo nimesema jana jana na kwa ajili ya kujadili namna gani sasa vijana tuliokuwa nao katika haya maeneo tunaweza tukawezesha e. Lakini lakini katibu mkuu, kwa nini tusi tuweke uwazi tuweze, vijana wanaokusikiliza hivi sasa ambao ni ukundi kubwa hata ndani ya jumuiya yetu wanahitaji kujua, sisi vijana tunakwenda kunufaika vipi na jumuiya hii? Jumuiya hii ina mikakati gani? Unasema u tayari tunazungumza, tunazungumza hiyo itaishia lini? Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema kwamba hatujafikia e, ile final faina tayari mm -hmm. tumeesha kwa hiyo hayo mazingira yapo. Mm -hmm. Kwa hiyo tutakapokuwa tumekamilisha mpango yeah. E, huo tutakuja kuweka wazi kwamba sasa vijana mm -hmm. kupitia Smaujata kwa nao mazungumzo yao hayo labda yatafikia tamati, ili vijana waweze kujua, labda okay, tunasubiria miezi miwili mitatu au siku moja. Ah, ni jambo la mwanzo, siwezi kukuahidi kwamba linaishia lini, lakini tuwe na amani kwamba kwa kuwa viongozi tuliokuwa nao ni makini, swala hili liko katika mazingira mazuri. mm -hmm. yeah. Ah, kumekuwa pia na ongezeko la jumuiya nyingi kumekuwa pia na ongezeko la harakati nyingi ambazo zinavuma na zinakuja kwa speed eh. kule kwetu tunasema wanakuja kwa moto wa, wa, wa mabua eh, kwamba wanakuja wanavuma haraka kweli, wanapanda na wana watu wanajiunga, e, wanajitolea kwenye jumuiya hizo, lakini mwisho wa siku jumuiya hizo zinaondoka bila hata kutoa ya taarifa. Smaujata, mmeweka mkakati gani kwamba ikifika wakati wa kuondoka inabidi nyinyi mtoe taarifa sana wale waliopo ndani ya jumuiya wajue kwamba juu imefikia yu mefikia ukomo, tumeshindwa kuendelea. Lakini je, na nyinyi mko kwa moto wa mabua au mmekuja kubaki, mmekuja kusalia? <coughs> Mimi nikuhakikishia ndugu mtangazaji kwamba na watanzania wote mjue, lakini pia mashujaa wenzangu mjue kwamba sisi si, si, si moto wa mabua mm. e, mpango wetu ni mpango endelevu na tuna imani kabisa kupitia jitihada za viongozi mm. kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwamba tutafika mbali sana kimsingi, a uh, sisi ni tofauti sana na jumuiya nyingi ambazo zimekuwa zikija na na kuondoka. Sisi nguvu kubwa imewekezwa ku- kwa wananchi wenyewe, mashujaa wenyewe, kutoka ngazi zote za chini kabisa, kutoka kule mitaani mm -hmm. E, tunasema ni mitaa, serikali za mitaa kule chini vijiji mm -hmm. kata, wilaya, mikoa na hata kwenye levels hizi za juu kabisa na malengo yetu makubwa kama ambavyo nimesema eh, hasa ni katika kupinga ukatili, lakini tunang'amua fursa ambazo ziko kwenye jamii kwa ajili ya maendeleo, lakini zaidi pia kuwa fanya mashirikiano makubwa na serikali, pia wadau mbalimbali wa maendeleo kwa ajili ya kuongeza au kuchochea maendeleo ya jamii. Na kwa mazingira hayo eh, kwa mipango tuliokuwa nayo ambayo pia mipango hiyo ni endelevu kwa hiyo tunahakika kabisa kwamba kupitia nguvu tuliyokuwa nayo, imani tuliyokuwa nayo, na kwa kumshirikisha Mungu tunaamini kwamba tutafanya kazi na tumeetendelea kuwepo miaka na miaka kajila ustawi wa jamii. Jamii, hivi majuzi mwezi wa tano ulikuwepo Dodoma, umehudhuria kwenye bunge la bajeti ya, ya wizara ya maendeleo ya a wanawake na makundi maalum yeah. Umeisikia bajeti ambayo wizara inahitaji kwa mwaka ujao wa fedha. Je, ni maeneo gani ambayo umeona sasa ile mipango mikakati ya ya wizara a, kwamba kwenye maeneo ambayo wizara imeweza kuainisha Smaujata tunaweza tukaingia pale moja kwa moja tukatekeleza majukumu hayo, ili pia vijana waweze kupata kwamba okay, sisi na wizara tuna tunakauli tuna, tuna kauli moja, tunakwenda kwenye mstari mmoja. Ndiyo, ndiyo. Ya ndugu mtangazaji, na, na na nipende kusema tu kwamba eh, ukiangalia malengo au vipaumbele eh, vya wizara kwa mwaka wa fedha 25 26 sita, na hata sisi kwa kupitia eh, mama yetu waziri wetu Wajima tulipata eh, fursa au nafasi ya kualikwa kwa na kushiriki katika eh, kikao hicho cha bajeti kwa wizara husika lakini pia kwa kuzingatia vipaumbele vya wizara husika tunaona kabisa kuna maeneo ambayo pia na sisi malengo yetu tuliokuwa nayo kama jumuiya yana yanawiana na kwa kufanya hivyo, tumeshachukua pia jitihada za kukaa na e, katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa ajili ya ku, kuweka maeneo ambayo tunaweza tukashiriki lakini pia na wizara nayo kwa namna yake ku- inawezaje eh, kusapoti jumuiya kwao. Tayari tuko katika hayo eh, mazingira ya kuweka eh, kupitia Dende. Yes, kama ambavyo nimesema kwamba kupitia maeneo ambayo vipaumbele vya wizara vilivyo, lakini pia na vipaumbele vyetu kwa tunawecho tuna chokifanya ni kualai wa line kwenye vipaumbele vya wizara lakini pia vipaumbele vya jumuiya kwa ajili ya kufanya kazi kwa pamoja na kuweza kuifanya jumuiya isonge mbele, lakini pia e, kwa upande wa wizara nayo iweze kufikia malengo yake mm-hmm. Ume, umegusia hapo kwamba pia mlikutana na katibu mkuu wa, wa, wa, wa wizara hii ya kimkakati kabisa na Smaujata, je, kuna makubaliano yoyote ambayo labda mlipata kuwekeana mlipata kuyazungumza ambayo labda baina ya Smaujata na wizara? Yeah, of course tumefanya kikao na katibu mkuu wa wizara ya maendeleo ya jamii, na kuna mambo mengi ambayo tumejadili, na lengo kubwa ni kuweka mashirikiano ya kiofisi, ili kwamba sasa kazi zifanyike katika mazingira hayo ya kiofisi zaidi. Kwa hiyo eh, niseme tu kwamba bado mazungumzo yanaendelea lakini mazingira yake ni mazuri ma-mazuri ma mazuri sana, mm -hmm. Kwa tusubiri tu kwamba muda ukifika tutakuja kuweka wazi kwamba sasa tumejadili mambo gani na tunayapelekaje. ah, katibu mkuu mambo mengi unatuficha una na hapa ni tupo kwenye kigoda eh, cha Smaujata, hebu tueleze hasa lini mambo haya yatatokea? Yes, naamini yes, yes. Mashujaa wanatamani kujua ni li lini mambo haya yatatokea siwezi kusema kitu ambacho bado kiko kwenye ee, mchakato kwao. Ni bora tukawa tukawa wavumilivu. labda kwenye mchakato wenu ni mambo gani ambayo ukamilike kwenye mchakato wenu, sasa ni mambo gani ambayo ninyi mmepata kuyaandika ama mmeyapelekea wizara? mambo gani ambayo mmeyapeleka kwa wizara? Kikubwa ni mashirikiano ya kiofisi, hakuna mashirikiano ya kifedha. Mashirikiano hayo ndani yake kuna vitu vingi. Sasa tutakapokuwa kuwa tumekamilisha, ndio mtangazaji tutakuwa wazi na kila shujaa, wananchi watajua kwamba ni mashirikiano gani ambayo tumeyawasilisha au tumeomba. Ni, ni miaka minne sasa tunaelekea, katibu mkuu tunakwenda kutimiza miaka minne, je, yeah wa miaka ya nyuma kulikuwa hakuna mikakati yoyote ambayo imekanya wizara ambao labda kufikia hitimisho kwa kipindi chote cha miaka minne hadi kama ambavyo tulisema hapo awali, awali tunafanya mambo ya kampeni. mm -hmm. kwa hiyo mambo haya yalikuwa ni katika eh, program zinapotokea za kikampeni mashujaa wanashiriki au wanashiriki, wanashirikishwa kwajili ya ku ile sasa kwa sasa toka mwaka jana mwezi wa nne, ndipo rasmi tumekuwa jumuiya mm -hmm. Kwa bado e, tulikuwa tukifanya mambo ya transformation kutoka kwenye hiyo hali na kuja kwenye hali ambayo tulikuwa nayo kwa sasa. Kwa hiyo rasmi mipango sasa ndo inaanza upya kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kusogea mbele mm -hmm. Eh, kwa sasa Smaujata inatekeleza miradi gani mikubwa ambayo labda inaendana na mikakati ya wizara? Kimsingi sasa tume miradi ambayo tuko nao kwa sasa hivi, tuna mradi tuna miradi, e, miradi miwili ambayo tuko nayo kwa sasa. Mingine bado iko katika hatua za kuona jinsi gani tunaweza tukaanza, lakini mradi ambao tuko nao sasa ni mradi wa uzalishaji wa bidhaa na mradi wetu wa pili, wa pili ni mradi wa tumeanzisha mradi wa TV, e, ambayo tunaita shujaa ra tunapozungumzia maendeleo endelevu, Smaujata nachukua hatua gani kuhakikisha kwamba maendeleo hayo yanagusa kila mmoja, hasa watu wa vijijini ambao wapo vijijini ndani ndani huko? Yeah. Kama ambavyo pia malengo yetu makubwa kwamba ni Niku kunyuamua fursa zilizopo na kuhakikisha kwamba mashujaa tuliokuwa nao wananufaika kwa ajili ya maendeleo yao mm. Na ndiyo maana sisi sasa kama Smaujata, tuna tunahusisha wadau walika zote lakini pia maeneo yote hata kule kijijini kabisa. Kwa hiyo sisi, kinachofanyika ni ushirikishwaji mm -hmm. Tunashirikisha mashujaa katika revo zote, Hmm. Toka kule chini kabisa, na kwa sababu tunajua kule chini ndiko ambako besi yetu lipo hmm. Kwa kufanya hivyo, ndipo ushirikishwaji lakini pia ndipo unufaika mkubwa unaweza kuenda kufanyika. Umetueleza sasa kwamba tayari jumuiya ina miaka minne, umetueleza mikakati yake na harakati zake. Hebu sasa tueleze mwelekeo wa Smaujata ni nini hasa, tunaelekea wapi baada ya tarehe kumi na sita. Yeah, uh, kimsingi baada ya e, baada ya muda mrefu kidogo toka tulipokuwa jumuiya na mpaka sasa mm-hmm. E, kwa sasa tunayo mipango mingi ambayo ndipo ndio mwelekeo sasa wa jumuiya kwamba jumuiya ikajitegemee na ikafanya kazi kwa mujibu wa utaratibu kwa ajili ya e, ustawi wa jamii kimsingi. Tuna mipango mingi na mikakati mingi ambayo tayari ipo kwenye maandiko ya mpango mkakati wetu wa miaka mitano. Mipango hiyo ni pamoja na kuwa na miradi endelevu ambayo miradi hii itatusaidia na kutufanya tuwe, tuweze kuwa na fedha fedha hizi zitatusaidia kwa ajili ya kuendesha taasisi yetu au jumuiya yetu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, hasa kwenye mazingira ambayo wakati mwingine yanaonekana kuwa ni magumu. Aidha e, kwa kufika, kwa maana ya kuwafanya watu wetu waweze kufika katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kwenda kutoa elimu au kwenda kupambana na kupinga hayo mambo yetu mambo hao ya kiukatili. Kwa kwa kufanya hivyo, mipango mingi pia kwa ajili ya kuona namna gani sasa vijana ambao kwenye mazingira haya magumu tunawezaje sasa ku e, kutumia nafasi ambazo tuko nazo au fursa ambazo zinaonekana kuhakikisha kwamba tunawawezesha ili waweze kujikwamua na kuweza kupata maendeleo yao lakini jambo jingine tuna mpango wa kuwa na eh, eh, centers za nyumba salama kwa ajili ya mm -hmm. watoto ambao wanakuwa wanapata changamoto za za mazingira mazingira ambayo yanapitia kama ni ukatili kama ukatili mm -hmm. na mambo ya saikolojia sawa sawa, kwa sababu so, so. kwas, kwas, tayari tuna wataalamu mbalimbali kwenye jumuia yetu mm -hmm. kwa hiyo sasa lengo kubwa pia ni kuwa na nyumba salama, alafu tupate kutoa huduma ambazo zitawafanya vijana e, lakini pia watu wote ambao wameathirika kuweza kufikia malengo ya no. yao. yes. yes. Ah, sasa ni mambo mazuri ambayo jumuia ya Smaujata ina inayofanya kwa jamii kupitia kampeni zake na vitu vingine ambavyo Smaujata mm. inavyofanya. moja mm. Eh, wa wanajumuia anasemaga Smaujata ni mm. ibudeli kubwa. Ni ibudeli kubwa, kitu kikubwa, taasisi kubwa kubwa, jumuia kubwa ambayo ndani yake pia ina kampeni ya kukataa ukatili. mm hebu -hmm. Uh, tueleze, inawezekana kuna mtazamaji popote pale alipo ulimwenguni hivi sasa mm -hmm. anatamani ama amevutiwa kujiunga na jumuiya hii yes. Utaratibu upoje, ili na mimi niweze kuwa mwanachama kuwa mwanajumuiya wa Smaujata tu. Smaujata ni duda kubwa, yani ni lime, lime, lime, yani lina watu wengi, mm -hmm. na katika kila, uh, kila kila kila kila eneo, mm -hmm. na lina kila aina ya watu, tunao watu wasomi, tunao wataalamu mbalimbali ya, na tuna, yani, tuna kila aina ya watu katika maeneo yote, mm -hmm. Kwa sasa, kinachofanyika of course tuna vitengo au tuna idara mbalimbali ya kwenye muundo wetu wa uongozi, ya kwenye hiyo area ya wanajumuia au wanachama, tuna uh, kurugenzi husika ambao inahusika na masuala ya wanachama, lakini pia na wanachama na mahusiano ya kitaifa na kimataifa mm hii -hmm. Ndio ina ratibu uh, na kusimamia uh, shughuli zote za wanachama. Kwa hiyo ndugu uh, mwananchi lakini pia kwa yoyote ambaye ananisikiliza na kunitazama, kama unahitaji kuwa mwanajumuiya wa Smaujata, tuna taratibu tu za kusajili. Tunasajili kama mwana jumuiya mwana jumuiya wa Smaujata kwa kulipa ada ya kila mwezi elfu moja moja kwa kwa miezi kumi na mbili kwa mwaka ni elfu kumi na ngapi? Kumi na mbili. Lakini pia tuna ada ya kitambulisho elfu tatu. Kwa jumla unapaswa kulipa elfu kumi na tano kwa mwaka ili uweze kupata kitambulisho cha wanachama, lakini pia kusajiliwa kuwa rasmi, wewe ni mwana jumuiya wa Smaujata. Na kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umekidhi vigezo vya kuwa e, mwana jumuiya. Ni kushukuru. Mhm, tunashukuru sana. Wito wako ni nini hasa, ungependa kuambia wanaokusikiliza hivi sasa, iwe ni wito kwa serikali wito kwa wanajumuia, wito kwa wadau, wito kwa wanajamii wote kwa ujumla, ungependa kuambia nini hasa kuhusiana na Smaujata kwa ujumla wake. Yeah, nashukuru sana na nipende kuchukua nafasi hii pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya mahojiano haya, ili pia hata hawa ambao e, wananchi jamii kwa ujumla, mashujaa mnaonisikiliza sasa anakunitazama, ni kwamba sisi kama jumuia Smaujata ni kama ambavyo tumesema kwamba inachukua watu wa kila aina. Kwa hiyo haijalishi wewe ni nani na una hadhi gani katika jamii, sisi wote tunawaita ni mashujaa. Kwao niombe tu tuwakaribishe. E, sisi tuko wazi kushirikiana na kila mmoja kufanya kazi na kila mmoja, lakini pia kuwa memba au mwanajumuiya e, wa jumuiya yetu. Nitoe wito sasa kwa wadau mbalimbali wa maendeleo kama ambavyo malengo yetu yalivyo, ni kuchochea hasa maendeleo e, katika jamii. Kwa hiyo kwa nafasi kwa namna yoyote ile, kwa sababu sisi Smaujata tuna rasilimali watu, tuna nguvu kazi. Kwa hiyo programu yoyote ambayo e, inaweza kufanyika katika taasisi fulani au katika namna yoyote ile, sisi tuko tayari kwa kwa tayari kwa kwa ajili ya kushiriki kwa kuwa tayari tuna nguvu kazi nguvu kazi hizo zina eh, eh, zina maarifa zina ujuzi na professions mbalimbali ambazo zimo ndani yake. Kwa hiyo katika kila hali, katika kila mazingira, tunaweza tukafanya kazi na eh, taasisi yoyote au mdau yoyote wa maendeleo. Kwao niombe tu tuungwe mkono, lakini pia tufunguliwe milango pale ambapo tutabisha hodi kwa ajili ya kuhitaji kufanya kazi eh, na taasisi yoyote pia niombe serikali yetu iendelee e, kutuunga mkono. Tunawashukuru sana mpaka hapa ambapo tumefikia. Tumeona jitihada na juhudi kubwa ambazo zinafanya serikali kupitia wizara ya maendeleo ya jamii e, lakini pia wizara ya mambo ya ndani. Tunafanya kazi vizuri kwa kushirikiana, kwa sababu tunapokuwa tunaibua mambo ya ukatili, sisi kazi yetu tunaibua na kuripoti, lakini wanaotekeleza na kusimamia sasa hatua zinazofuata kule ni e, serikali kupitia mamlaka husika e, na hususan mambo ya ndani, ambao wamekuwa wakitusaidia sana. Sisi tunapokuwa tunapata taarifa juu ya e, ukatili katika maeneo fulani au kwa mtu fulani, sisi tunawapa taarifa e, serikali kupitia mamlaka ambazo zinahusika, na wao wanachukua hatua. Lakini pia e, tunao viongozi wetu kupitia e, idara ya sheria, wamekuwa ni msaada mkubwa sana eda kutoa ushauri kwenye maeneo hayo, lakini pia kushirikiana na e, serikali ambazo pia mamlaka husika wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kwa mazingira haya, mimi niendelee kusisitiza kwamba sisi tuko hapa kwa mujibu wa taratibu na tunafanya kazi kwa mujibu wa taratibu na miongozo, ili wahishia kwamba tunaweka ustawi wa jamii katika mazingira ambayo ni bora zaidi kwa wananchi ya nchi, lakini pia wa Asanteni sana na nipende kuwaomba na kuwafariki, kuambia kwamba karibuni kujiunga na Smaujata e, kupitia idara yetu na kujenzi yetu ya wanachama.